Na mara nyingi ukiwa umuislamu waona wasio waislamu ndio maadui, kama ambavyo asiye Muislamu aona yale yatokeayo ni hawa Waislamu ndio wafanya, alafu hajui tofauti ya Muislamu yupi ni yupi, kama ambavyo na sisi hatujui ihtilafu zilizomo baina ya wasio Waislamu. Kwa mfano tunapotaka zungumza kuhusu Falastine, tunamzungumza mpalestina namna anavyofanyana na Yahudi, lakini kimsingi nani Yahudi? Je, huyu unayemwona wewe Netanyahu na ndiye Yahudi? huyu Yahudi original yuko Ethiopia, ni Falasha. Sasa yule ni nani? Wale wanaitwa Khazar au Ashkenazi, wale ni converts kutoka kuwa Khazarian, wamekuwa Jews. Kwao kabisa ni Georgia, kama kilomita au maili 800 kutoka pale ambapo sasa wanapatetea wako karibu na Russia, kule ndiko walikotoka, na sehemu wanaopigania awali ikijulikana kwa jina la Judea, kisha ikawa Falastini, haikuwa Israel, kwa sababu na neno Israel ni maneno mawili yaliyounganishwa ambayo yana maana tofauti. Isra ni plural ya mja, waja wa el Mwenyezi Mungu Sasa spirit yanayotukia ya Gaza sasa hivi ni nini? Je, ni Waislamu wanapigana na Yahudi? La, je, katika walioko Gaza kuna wayahudi mule? Naam, na wafa, kuna Wakristo wafa, lakini wote wasema Kiarabu. Sasa kwa vile wewe una ufahamu mzuri waona wale wasomo wa Kiarabu wote wa, wa Uislamu wa takupa mfano rahisi. Tariq Aziz Iraq, wangapi maona yeye kwa Muislamu? Huu ni mwangalio wa upande mmoja, yaani kuweza kuwa na mizani na vichujio vya kuweza kujua nani ni nani pale Ghaza. Samani, mimi natumia namna linavyoitwa Gaza. Gaza ni watu wanaoita pale ni Ghaza, ghain, Ghaza. Kisha pana mtizamo wa kuwa ngoja, ilibuniwa lini ili taifa kuna watu wanaoamini ni mwaka 1948 na lakini, nilipokuwa nimeingia hapa, nimewaambia ile Balfour Declaration ndio wakati ilipobuniwa taifa la Israeli, na leo leo hivi tuwazungumza, ni miaka mia moja na sita exactly kutoka libuniwe taifa la Israeli. Angalia ile barua ndio nawaambia. Mara nyingine, musiangalia hivi vitu kama picha, kutaka kupata ile ruhu ya haya mambo, ile spirit. Angalia ile barua word to word ya semanini, alafu angalia tarehe, utaona 2nd November 1917. Sasa ameandikiwa nani ile barua? Bado mi niko kwenye utangulizi wangu, sijaanza kuzungumza. Nani aliandikiwa ile barua? Lord Rothschild, Rothschild, okay. Nani Lord Rothschild? Nikamwambia mada ni nzito lao, ningekuwa naweza kuwa kama wiki moja hivi kama vile tulivyofanya Ramadhani tuiingie ndani, mungeshangaa sana. Ndokona nimechagua mada iwe Kweli halisi kuhusu Palestina. Kwa mara ya kwanza, leo mtajua mpaka dori waliocheza wa baadhi ya nchi za Waislamu kumi kwenye kurahisisha kubuniwa taifa la Zayuni, msiliite la Israeli, taifa la Zayuni, kwa sababu hata kwenye barua aliyoandikiwa Lord Rothschild ametajua kwamba Jewish Zionist na tutainukuu. Lakini ishu yenyewe ya haya mambo, muktadha wa haya mambo si mambo yanayohusu Waislamu kupigana na wasio Waislamu, kwa sababu kule Waislamu hawapigani na Wakristo. Kule Waislamu wa wapigani na Yahudi. Waislamu wapigana na Zayuni.